Inaumiza na inaumiza sana hili tukio kwa kweli, kwa hapa kwetu linasikitisha, kwa sababu ni hali ya taharuki iliyotokea katika mtaa huu wa Gendi Barazani, baada ya kuripotiwa kwa taarifa ya kuuawa kwa mfanyabiashara wa mazao aliyefahamika kwa jina la Thomas Karato mwenye umri wa miaka 48, mkazi wa eneo hili, usiku wa kuamkia leo Aprili kumi. Tukio hili limetokea nyumbani kwake, ambapo marehemu alikutwa na majeraha mbalimbali katika sehemu za shingoni. Jeshi la polisi mkoani Manyara limefika na kuchukua mwili wa marehemu kwa ajili ya kufanya uchunguzi ili kubaini waliohusika na tukio hili. Clouds TV imezungumza na baadhi ya mashuhuda pamoja na wananchi wa eneo hili ambao wamelaani vikali tukio hili na kwamba jeshi la polisi mkoani hapa lifanya uchunguzi wa haraka ili kubaini waliohusika na tukio hili. Mimi kwa majina naitwa Janes Joseph Darabe, ni mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Manyara, na pia ni mkazi wa kata Asinge na mtaa Gendi Barazani. Ni mtaa tunaopakana nao. Kwani jambo ambalo kwa kweli la kusikitisha, kila mmoja anatafakari na kuona kwamba inakuwaje kwenye mtaa wetu tumempoteza mtu ambaye ana watoto wadogo, ni rafiki yetu, tunafanya naye shughuli mbalimbali za kiuchumi. Jambo hili ndipo tunaporudi kwenye dhana ya ukatili. Unapotafakari, mtu anapolisikia jambo hili ni tofauti na uhalisia unapokuta kwamba mtu amelala chini na damu zimetapakaa, mtu ambaye labda jana ulikuwa naye, lakini leo unakuta jambo hili, ni bora ungetamani mtu augue ndo haya mambo yatokee, lakini si kwa unyama wa kiasi hiki. Mimi kwa jina naitwa Gerard Nixon. Hili tukio kwa kweli kwa hapa kwetu linasikitisha kwa sababu kuna tukio lilitokea kama juzi, haijapita na wiki mbili, kuna bwana alichomwa kisu hapo hivi hivi na watu wasijulikana, mpaka sasa hivi wako ndani, na sasa hivi tena tunakuta tukio kama hili, lakini hatuelewi hawa jinsi, kama mimi na siangu sielewi jinsi walivyokuwa naishi huko ndani, ila naambiwa tu kwamba walikuwa na, wanaamuliwa ugomvi mara kwa mara yeye na, na, na mke wake ugomvi unaamuliwa, fika kwa wakubwa, wanarudishwa, wanaishi. Mimi naona kuepukana na, na matukio haya, ulinzi uimarishwe zaidi. Kuna vijana wanatembea tembea, tembea tu hawaeleweki, wengine wanakuja wageni tu hapa hawaeleweki. Kwa hiyo ulinzi nafikiri bado haujaimarika vizuri mpaka sasa hivi kama mwezi wa mwaka jana hivi, alikuwa ni mfanya biashara kwa hiyo akawa ile biashara imeshindwa, maana ilikuwa imeishiwa. Kwa hiyo akawa anasumbwana sana na mke wake, maana vikao vingi hapa tumesha kaa, wananiambia mke ana nizarau anaenda kutembea mpaka saa sita za usiku, siku ingine apiki afanyaji saa. Kwa hiyo kama mtu atoke ndani ndani, tunakuja kumsalimia kama mgonjwa hasa. Baadaye kama ndugu tumekaa tukasema tumchangie labda hiyo deni ambaye na inamsumbua ili mtu asitoke msaidie kumsaidia lakini baadaye tumuona deni ni kubwa sana tumeshinda. Lakini baadaye kaka wangu anaanza kunipigia simu, mke wangu ni hivi na hivi na hivi na hivi ndo, kwa hiyo wanaonaje? Akanambia hebu tumwache kwanza. Sasa sijajua ndo mpaka jana hivi leo asubuhi ndo nipigia simu kwamba kaka, kwa michinji wamefariki. Sasa sijajua chanzo iko wapi. Kwa majina anaitwa Stefano Tuwai, ni kiongozi mpya kwenye mtaa wa Gendi Barazani, tukio hili ni kubwa ikaonekana kwamba tukio hili japo ni kubwa, lakini anaonekana hata jirani hajasikia. Nyumba hizi zimeshikana, lakini hata kelele hawajasikia. Tumekutwa ni mtu amechinjwa kama mnyama ng'ombe. Basi bwana, huyo mtu amefanya alif, jambo lake alikusudia, na tayari hata kabisa. Kutoka hapa mkoni Manyara nyumbani kwa Thomas Karato aliyeuawa usiku wa kuamkia leo Aprili kumi. Jina langu ni Marcel Lazaro, na hii ni Clouds TV.